Mjane aliyofukuzwa kwenye nyumba anayodaiwa kuwa ni mali ya mumewe amewasilisha maombi katika Mahakama Kuu, Divisheni ya Ardhi, akiomba zuio la muda kuondolewa kwenye nyumba hiyo iliyoko Kiwanja namba 819 hati namba 49298 Msasani beach Dar es Salaam. Maombi hayo madogo namba 24541 ya mwaka 2025 yaliwasilishwa Septemba 25, 2025 na Alice Paschal Haule, ambaye pia ni msimamizi wa mirathi ya marehemu mumewe Justice Rugaibula alifariki Septemba 25, 2022. Taarifa ya mkuu wa kitengo cha habari, elimu na mawasiliano wa mahakama ya Tanzania Gerard Julius Chami iliyotolewa Septemba 25, 2025, imeeleza kuwa mashauri yanayomhusu mjane huyo yako hatua tofauti za usikilizwaji. Nikinukuu taarifa hiyo, kwa mujibu wa taarifa ya msajili mkuu wa Mahakama, ni vyema umma ukatambua kuwa mashauri yote mawili yanayomhusu Alice yako katika hatua mbalimbali mahakamani. Kulingana na taarifa hiyo, shauri la awali lilifunguliwa Februari 11, 2025 na Alice kupitia wakili wake mwinsigwa wa muhingo dhidi ya muhamedi mustafa yusufali, kamishna wa ardhi na mwanasheria mkuu wa serikali. Shauri hilo namba 3143 la na mwaka F2, 2025 lilidai nyumba hiyo ni mali ya marehemu. Hata hivyo, wakati wa kongamano la mwisho Septemba 19, 2025 Wakili Muhingo aliomba kuliondoa shauri kwa ruhusa ya kulifungua upya ili kumwongeza msajili wa hati kama mdaiwa, na mahakama iliridhia ombi hilo. Nikinukuu taarifa ya Chami, baada ya shauri la awali kuondolewa kwa ruhusa, wakili wa Alice aliwasilisha upya maombi, lakini hati ya madai aliyowasilisha ilibainika kuwa na mapungufu ya kisheria. Hivyo hakusajiliwa hadi alipofanya marekebisho na hatimaye shauri jipya kusajiliwa Septemba 24, 2025 kwa namba 24396 ya mwaka 2025. siku moja baadaye, Septemba 25, 2025, Alice aliwasilisha pia maombi madogo ya zuio namba 24541 ya mwaka 2025 akitaka kutokuondolewa kwenye nyumba inayodaiwa kuwa ya marehemu mumewe huku shauri jingine likiendelea kupitia hatua zake za kisheria. Kwa mujibu wa msajili mkuu wa Mahakama, mashauri yote mawili yako katika hatua mbalimbali na yataendelea kusikilizwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Taarifa hii ya mahakama inakuja siku tatu baada ya vyombo mbalimbali vya habari kuripoti tukio la mwanamke kutolewa kwenye nyumba kwa nguvu ambalo lilitokea mchana wa Septemba 23, 2025. Baada ya kutokea tukio hilo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila alitembelea eneo hilo Septemba 24, 2025 na, na kusitisha shughuli zote katika eneo hilo mpaka pale uchunguzi utakapokamilika.